Asante sana Katherin Kahabi kutoka studio namba moja ni kukaribisha mtazamaji wa Global TV Online katika mjadala leo hii, niko na Ezekiel Kitula katika studio za Global TV ambapo leo kwa pamoja tutaangalia mjadala unahusiana na, na eh, kufungiwa kwa makamu wa rais wa TFF Michael Wambura kwa kukutwa na makosa matatu eh, ambayo yanaonekana yamemtoa nje katika eh shirikisho la soka kuwa makamu wa rais mpaka sasa hivi kuto kujihusisha na soka tena katika e, taifa letu la Tanzania. Makosa ambayo alikutwa nayo ni kosa la kujipatia fedha kwa kwa njia haramu, lakini kosa la pili ni kwangu, kugushi barua ya kule, kueleza malipo eh yeah, kugushi barua ya kuelekeza malipo ya kampuni ya Jexy Limited, lakini kosa la tatu ni kushusha hadhi ya shirikisho la soka e, Tanzania. Nikukaribishe Ezekiel Kitula katika mada ya mjadala leo. Asante sana. Uh, hili kosa linaonekana kwamba limejirudia tena kwa mara ya pili kwa makamu wa rais uh, Michael Wambura, nini haswa tatizo au labda kuna fitina ambazo zinazoonekana zinaingilia katika shirikisho la soka? Naomba niweke kumbukumbu kumbu sawa, ni kwamba mm -hmm. Kosa linakuwa lile lile ambalo litendeka kati ya mwaka elfu mbili na mbili na elfu mbili na nne mm -hmm. Makosa haya yote litendeka katika kipindi hicho cha uongozi cha wakati hua ikijulikana kama fat kabla TFF. Kwa hiyo alipoingia ka rais Karia akasema kwamba makosa yote yale ambayo yametendeka yame nyuma anafuta. Kwa hiyo wa ambaye alikuwa amefungiwa kipindi kile akawa ameachiwa huru. Kwa hiyo wa maana akagombea kuwa katibu, uh, kuwa kuwa, kuwa makamu wa rais wa hmm. Uh, sasa kamati ya maadili imerudisha tena makosa yale yale ambayo yalitendeka kipindi kile, lakini alikuwa yamesamehewa hiyo hmm hilo ndio la kujiuliza kwamba kwa nini alikuwa amesamehewa alafu baadaye tena wanarudisha uh, kwa, kwa, kwa, kwa mtazamo wa aina hiyo hiyo hmm. lakini tumeona yeye mwenyewe makamu huyu wa rais Michael Mbola uh, ameweza kuzungumza leo akisema kwamba yeye kama yeye anasema kwamba kamati ya maadili haina, haina mamlaka ya kumfungia yeye je ye ni kweli kamati ya maadili haitakiwa kupanda kwa makamu wa rais katika kutaka kumfungia kitu cha msingi zaidi uh, uh, kwa kwamba kamati ya maadili ni kamati inayohusika na masuala yote ya kimaadili ya viongozi na wanachama wote wa TFF. Kwa hiyo kimsingi mtu anapokosea huwa anatafuta sehemu au uh, mtu anapotuhumiwa huwa anatafuta sehemu ya kutokea. Kitu cha msingi cha kuangalia hapo ni kweli, uh, kosa la kimaadili lilifanyika au halikufanyika. Kwa hiyo hoja za Wambura zingepaswa kujiegemeza katika kipengele cha alifanya kosa au hakufanya kosa. Hmm. Na kwa nini alifa- kama alifanya kosa, kwa nini asichukuliwe hatua ambazo zimechukuliwa na kamati ya maadili ya TFF. Lakini kusema kwamba kamati ya maadili haihusiki hai kumfungia, hicho sio kigezo cha kusema kwamba uh, uh, hukufanya kosa au ulifanya kosa. Kwa hiyo alipaswa kujitetea kama alifanya kosa au kama hakufanya kosa, sawa sawa. Lakini ukiangalia kwa upande mwingine, uh, makosa haya yameweza kuyakuta viongozi uh, viongozi tofauti tofauti kwa kipindi tofauti tofauti. Tumeona pia uh, viongozi ambao waliopita Eh, kwa TFF tunamwona jama uh, Jamali Malinzi lakini na katibu wake uh, Mosiga Celestine. Je, ni kwa nini anatokea tu kwa viongozi hawa wa juu wa shirikisho la soka la Tanzania TFF? Da, makosa yanatokea. Kwanza tu tuweke wazi kwamba uh, uh, Malinzi na mm. na, na, na Mosiga mm. uh, ni watuhumiwa kwamba hawajapatikana hawaja, hawaja, hawaja kwa na hatia kwa sababu kesi yao bado inaendelea mahakamani okay. Lakini haya mambo ya, ya, ya, ya husuyo ubadhirifu wa fedha ya yanayotokea ndani ya mpira mm -hmm, ni kwa sababu hapo awali uh, hakukuwa na usimamizi mzuri wa masuala ya kifedha. Kwa hiyo uh, nyakati zimebadilika, tuko katika awamu nyingine ya uongozi. Kwa hiyo haya mambo ya uadilifu, mambo ya ubadhirifu wa fedha ya, yanasimamiwa kwa nguvu zote. Kwa hiyo ni naweza kusema ni kwamba nyakati zimebadilika na wa, viongozi ambao walikuwa wanaingia katika, katika mpira kwa ajili ya matumbo yao sasa wakati wao umepita. Ni wakati wa uadilifu, ni wakati wa kufanya kazi, ni wakati wa kuwatumikia Watanzania. Ni wakati wa uadilifu, ni wakati wa kutumikia wa Tanzania katika Shirikisho la Soka Tanzania ili mpira uweze kwenda mbele. Ni maneno yake Ezekiel Kitula ambaye ni mwariri katika gazeti la Champion, ambapo leo tulikuwa naye katika mjadala ambao tumeiangalia, eh, eh, kuhusiana na kufungiwa kwa makamu wa rais wa Shirikisho la Soka Tanzania eh, Michael Wambura kwa kwa makosa matatu. Kosa la kwanza ni kujipatia fedha kwa njia ya haramu, lakini kosa la pili ni kugushi barua ya kueleza kuelekeza malipo ya kampuni ya Jex lakini kosa la tatu lilikuwa ni kushusha hadhi ya shirikisho la soka Tanzania. Shukrani.